Juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia na sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo au kuwakatisha tamaa watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia. Bali ni kuwakumbusha na kuwaandaa kukubaliana na ulimwengu wa kweli. Ndio maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi usisahau kumwomba Mungu akupe roho ya kustahimili na nguvu ya kukubaliana. Sasa, na, sasa nitaanza kueleza mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumzia dhuluma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo, wacha nianze na dhuluma. Kuna dhuluma nyingi zinafanywa na wadau, labels, managers, promoters, wamiliki wa media, distribution companies na kadhalika, lakini leo wacha nianze na upande wa distribution, na nitamweleza eh, Michael Mlingwa aka Mx Carter kama mmoja wa wadau muhimu lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa mmoja wa wahanga wa dhuluma hiyo. Na naamini baada ya hili mtasikia vilio e, vyenye kufanana na hiki unaweza e, ukaamini wimbo mkubwa e, kama puu Sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake upande wa digital, na hata unapofikia wakati wa kupata stahiki zangu na kuwa naomba au kubembeleza, na kuna makubaliano kisheria, akaweka emoji za kusikitika ambazo zinatoa machozi. Hiyo ni moja, nitarudi kuelezea mengine yanayofanywa na watu kama MX Carter na washiriki wao. Huo ndo ujumbe ambao alikuwa ameandika Billnass katika ukurasa wake wa Instagram kama ameupost eh, kutokana na vile ambavyo vitu anaweza kufanyiwa lakini pia eh, kuweza eh, kutokea katika tasnia hii. Billnass pia amesema kuwa eh, hajawahi kulipwa hata senti moja kutokana na wimbo wake wa maarufu kama Puuh, licha ya kuwa na zaidi ya streams milioni 36 kwenye majukwaa eh, kama YouTube, Spotify, Audiomack. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pia ameweza kupost na kuongea mambo makubwa sana lakini pia sasa taarifa hiyo inaibua mjadala mpana kabisa mjadala mpya kabisa. E, kwani ikiwa msanii mkubwa kama Billnass ameambiwa e, mapato yake au hawezi kupewa mapato yake e, hali ikoje kwa wasanii wa kongwe wasio na elimu ya dijitali au wasanii chipukizi ambao wanaibukia kwa sasa hivi ambao hawajui hata namna ya kusimamia kazi zao mitandaoni. Wachambuzi wa muziki pia wanaeleza kuwa e, kuna uwezekano mkubwa wasanii wengi Tanzania hawalipwi wanachostahili wengi wao pia. E, hawana taarifa sahihi kuhusu e, unamalizaji lakini pia haki za e, machapisho tofauti tofauti, uchapishaji, ukusanyaji wa mapato. Hivyo unaweza kupoteza mapato yao, e, bila kujua e, wafanye nini. Hali hii pia inatoa wito kwa taasisi husika e, mashirika, lakini pia na baadhi ya wasanii, hata serikali kuweza kutia nguvu kwenye elimu ya biashara ya muziki e, lakini pia ushauri e, wa kisheria kwa wasanii na uwepo wa mifumo ya uwazi e, kwenye usambazaji wa kazi za muziki E, kidigitali. Mafanikio ya kimitandao yanayofanywa na msanii awe na namba nyingi zaidi lakini pia za wafuatiliaji, hawezi kuwa na maana kama msanii huyo hanufaiki na namba hizo e. Tunatoa wito kwa wasanii wote e, kuwa e, makini na mikataba, kuweza kutafuta ushauri wa kisheria na kuweza kushirikiana e, kwa, e, kuweza kushirikiana kwa ajili ya kulinda haki zao noma, e, noma, na noma sana. Imagine ile nyimbo imeweza kuwa na streams nyingi sana takriban e, milioni 36 katika platforms tofauti tofauti, e, ambazo wasanii hao wanaweza kuuza hizi nyimbo zao, lakini mpaka sasa hivi hajaweza